Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limethibitisha kumpata Padre Camillius Nikata wa kanisa la Katoliki jimbo kuu la Songea, ambaye alikuwa ameripotiwa kupotea kwa siku kadhaa. Padre huyo amepatikana akiwa salama katika kijiji cha Mawa wilayani Namtumbo. Padre Camillius Nikata ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania Sauti Mwanza aliripotiwa kupotea Oktoba 9 mwaka huu hali lilozua taharuki miongoni mwa waumini wa jamii kwa ujumla. Uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa Padri Nikata alijipoteza mwenyewe kutokana na matatizo binafsi ya kifedha na msongo wa mawazo na amepatikana akiwa salama kama anavyoeleza kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma, Marco Chilya. jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa Padri Camillius Nikata wa jimbo kuu Songea ambaye pia ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino Tanzania, yani sauti Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo makachero wabobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina, kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi Kufuatia upelelezi huu leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, padri Camillius Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao padri Camillius Alon Nikata. Amepatikana akiwa hai akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka uh, jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa ya kwanza, alitoka nacho kikiwa akiwa pale na. Lakini padri amepatikana akiwa mazoofu kwa njaa, baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo laondoka nalo ikiwa limeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, kutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulala kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi elfu kumi na tatu mia tano amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa me, amezima vile vile, anakuta na funguo mbalimbali mbali ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo: moja, ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuya, kuyarudisha na, na wanaomdai tumewapata. Pili ni mahusiano uh, padri aliachwa na mpenzi wake aliyekuwa naye kwa muda wa takribani miaka tisa na ambaye alikuwa anamhudumia kwa gharama kubwa na kwa kipindi cha ambapo mwezi wa saba mpenzi wake huyo aliamua kuachana naye na lakini tulipofuatilia tuligundua kwamba kwa kipindi cha mwezi Juni mpaka Septemba padri alikuwa amemhudumia mpenzi wake huyo kwa shilingi zaidi ya milioni 39, akizitoa kwenye akaunti yake ya CRDB. Sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na pressure ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operation ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operation ya jicho la pili, lakini alikosa fedha kutokana na matumizi makubwa ya kumhudumia huyo mpenzi wake ambaye ana miaka ishirini na nane tu. Nne, padi huyo alikuwa, sababu ya nne padi huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadi kwa sababu za kiafya, Sababu za hayo mahusiano, sababu za hali mbaya ya kifedha, lakini fadha huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake. Mimi ni mwanakombo faraji wa toka zamani TV.